Na mtazamaji, na baadhi ya vijana kaunti ya Narok wameelezea matumaini ya kufanikishwa kwa miradi ya maendeleo kutokana na ziara ya Rais William Ruto kaunti hiyo mwezi ujao. Vijana hao wamewarai wenzao kutozua fujo wakati wa ziara ya rais. Aidha, wanamtaka Rais Ruto kuangazia swala la ajira. Ziara hiyo imeahirishwa mara mbili. tumekuja kusema sisi hatuna shida na rais wetu kuja hapa, tunampenda, tunataka akuje na atupee maendeleo, kwa sababu tulimchagua ili aweze kufanya maendeleo. Gavana wetu ambaye amekuwa akifanya kazi mingi, tungependa kusema ya kwamba vile yeye ameendelea kufanya kazi, mimi najua ya kwamba wataendelea kushikana na rais wetu, ili Narok ifaidike, maana sisi hatutaki watu wa maneno, tunataka watu wa matendo. Sisi kama vijana hatuna kazi na tunaomba kazi. Mambo ya housing Uh, sisi hatuna huku Narok, tunaomba kuwa utuweke hapo kwa housing, ama mnasemaje vijana? Kabisa, yeah. Na tunasema pia ukuje ulaunch Limanet sababu itatupea job opportunities mali ambapo sisi tutafanya attachments zetu ni kumwambia karibu huku Narok, na kitu yenye tatuangalia kama sisi wa mama, kuna wengine sisi hatujui maneno na masomo, sisi hatukusoma. Tunafaa atufanye tuangalie mambo na biashara, biashara zetu sasa hizi zimekuwa chini. Hatuangalie hata tuinuke kiasi.